Kitabu cha Yudithi, sura ya saba na ya nane. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa, naitwa Mwalimu Petro, nawakaribisha tuungane tena katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Kipindi hichi ni mahususi kabisa kwa ajili ya kukusaidia uwe na hamasa na nafasi ya ukaribu zaidi ya usomaji wa neno la Mungu. Wapendwa, Biblia ndiyo kila kitu, kwa sababu ndani yake imeandikwa neno la Mungu ambalo linatusaidia kupata uzima. Wapendwa, tufungue kwa sala, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako, tunainua jina lako Yesu.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 tuhurumie sisi na dunia nzima. Karibu Roho Mtakatifu, tusome neno lako. Amen. Wapendwa, tunasonga mbele na kitabu hiki cha Yudithi, ambapo siku ya leo katika sura ya saba tutaangalia juu ya Bethulia unazingirwa na kutengwa mm. na pia tutaangalia juu ya agamu ya mazingiwa kumkimbilia Uzia, na katika sura ya nane tutaangalia juu ya habari za Yudisi hmm. Pia tutaangalia namna ambavyo Yudisi anakutana na wazee wa mji walipokutana ili kuaje. Tuungane, tuanze usomaji. Sura ya saba. Asubuhi yake Holofene alitoa amri kwa jeshi lake lote na kwa watu wote waliokuja kujiunga naye waamishe kambi lao kuendea Bethulia wakashike upesi njia za kupandia katika nchi ya milimani na kupigana na wana wa Israeli. Basi siku ile kila mtu hodari aliondoka, hata hesabu ya watu wa vita ilikuwa askari wa miguu mia na sabini elfu na wapanda farasi thenashara elfu Licha ya wenye mizigo na watu waliofuatana nao kwa miguu, watu wengi mno. Wakapiga kambi bondeni karibu na Bethulia, karibu na kisima, wakajieneza katika nchi ya Dothaimu hata Belbaimu kwa upana, na toka Bethulia hata Kiamoni karibu na Sderoli kwa urefu. Nao wana wa Israeli walipoona wingi wao walifadhaika mno, wakasemezana kila mtu na jirani yake, sasa watu hawa wataulamba uso wote wa ardhi, milima mirefu na mabonde na vilima havitaweza kustahimili uzito wao. Kila mtu akatoa silaha zake, wakawasha mioto juu ya minara yao wakakaa tayari wakikesha usiku kucha. Basi siku ya pili Holofene alitoa askari zake wapanda farasi wote machoni pa bwana wa Israeli waliokuwako Bethulia, akazipeleleza njia za kuupandia mji wao, akavivumbua visima vya maji, akaviti akavitiisha, akaweka vikosi vya askari kuvilinda akaondoka, yeye akarudi kwake. Wakamjia wakuu wa Bani Esau na viongozi wote wa watu wa Moabu na maliwali wa nchi ya pwani, wakasema: Bwana wetu nasikilize neno moja, kusudi jeshi lako lisipatwe na hasara. Watu hawa, wana wa Israeli, hawaitumaini mikuki yao ila hutumainia urefu wa milima wanaokaa, maana si rahisi kuvifikia vilele vyake. Basi sasa, bwana wangu, usipigane nao kama watu wapiganavyo. Wakifungana vita hivyo, hakuna hata mmoja wa watu wako atakaye kufa. Kaeni kambini, watu, watu, watu wote wa jeshi lako wanasalama. Waagize watumishi wako waikamate chemchemi ya maji yatokayo chini ya milima, maana wote wakao Bethulia hupata maji huko. Hivyo watakufa kwa kiu na kutoa mji wao, nasi pamoja na watu wetu tutapanda juu ya milima iliyo karibu na kufanya kambi letu huko tuwavizie, asitoke mjini hata mtu mmoja. Watadhoofu kwa njaa wao na wake zao na watoto wao, hata kabla ya upanga haujawapata wataanguka katika njia za miji yao, nawe utajilipizia kisasi juu yao, kwa sababu walikuwasi, wala hawakuja kukulaki kwa amani maneno yao yakapendeza machoni pa Holofene na machoni pa watumishi wake wote. Akatoa amri ifanywe kama walivyosema. Basi jeshi la wana wa Amoni likaondoka na pamoja nao watu elfu tano na wana wa Ashuru, wakapiga kambi bondeni, wakazishika chemchemi za maji ya wana wa Israeli. Wana wa Esau wakapanda pamoja na wana wa Amoni wakafanya kambi katika nchi ya milima karibu na Dothaimu. Wakapeleka wengine upande wa kusini na wengine upande wa mashariki kuelekea Egrebeli, Egrebeli, karibu na Chusi, kando ya kijito Mokmuri na waliobaki na jeshi la Ashuri wakatua uwandani, wakaenea katika uso wa nchi, hata mahema yao na mizigo yao ilisongana sana kote kote, nao walikuwa watu wengi mno. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana Mungu wao, maana roho zao zilizimia kwa sababu ya adui zao waliowazunguka pande zote, hata hakuna njia ya kutoka katikati yao. Jeshi lote la Ashuru likazunguka hivi, askari zao na magari yao na wapanda farasi wao muda wa siku thelathini na nne. Hata maji yalikwisha katika vyombo vyote vya watu wa Bethulia, mabirika yakapungua maji wala hawakushiba maji hata siku moja, ila walipewa kwa kipimo, watoto wadogo wakalegea, na wanawake na vijana walizimia kwa kiu wakaanguka katika njia za mji na penye milango, wala haikuwako tena nguvu ndani yao. Watu wote wakajikusanya juu ya Uzia na juu ya wakuu wa mji, vijana wanawake na watoto wakalia kwa sauti kubwa, wakasema mbele ya wakuu wote, Mungu waamue kati ya ninyi na sisi, maana mmetudhulumu sana kwa kutokuwapa wana wa shuri maneno ya amani. Sasa hatuna msaidizi ila Mungu. Ametuuza mikononi mwao kuangushwa mbele yao kwa kiu na maangamizo makubwa. Basi waiteni mtoe maji wote mateka kwa watu wa Olofene na jeshi lake lote, maana ni afadhali kwetu tuwe mateka yao, kwa kuwa hivi tutakuwa watumwa na roho zetu zitaishi, wala tuto, wala hatutaona watoto wetu wachanga wakifa pamoja machoni petu wala wake zetu na wana wetu wakizimia kufani. Twawashuhudiza mbingu na nchi na Mungu wetu Bwana na baba zetu anayetupatiliza dhambi zetu na dhambi za baba zetu, asifanye kama tulivyosema leo. Kukatokea kilio kikuu katikati ya mkutano watu wote wakiomboleza pamoja, wakamlilia Bwana kwa sauti kubwa. Uzia akawaambia, ndugu zangu, jipeni moyo, tustahimili siku tano tena ili yeye, tustahimili siku tena tano tena, ili kwa muda huo Bwana Mungu wetu atuonyeshe rehema zake, kwa maana yeye hatatutupa kabisa. Na kama siku hizi zikipita, wala hatuletewi mtu aende mahali hatuletewi msaada basi nitafanya kama mlivyosema. Akawapa watu, akawapa watu ruhusa kila mtu aende mahali pake, wakaenda kwenye makuta na minara ya mji wao. Akawapeleka wanawake na watoto nyumbani kwao, na wote wa mjini waliridhika walidhi kabisa. Sura ya nane Ikawa siku zile habari zilimfikia Yudithi binti Merari mwana wa Uzi mwana wa Yusufu mwana mwana wa Uzieli mwana wa Elkia mwana wa Anania mwana wa Gideoni mwana wa Rafaimu mwana wa Etubu mwana wa Elihu mwana wa Eliabu mwana wa Nathanieli mwana wa Samalieli mwana wa Salasaladia mwana wa Israeli. Mumewe alikuwa Manase, mtu wa kabila yake na ukoo wake, naye alikufa wakati wa mavuno ya shairi. Maana aliwasimamia wafungwa mika aliwas aliwasimamia wafungwa miganda shambani, akapigwa na jua kichwani, akaanguka kitandani pake. Akafa katika mji wake Bethulia. Wakamzika pamoja na baba zake katika konde lililopo kati ya Dothaimu na Balomoni. Yudithi akakaa ujane nyumbani mwake muda wa miaka mitatu na miezi minne. Akajitengenezea hema juu ya dari la nyumba yake, akajifungia gunia viunoni na kuvaa nguo za matanga. Akafunga siku zote za ujana wake, ila makesha ya sabato tu na sabato zenyewe, na siku za mwandamo wa mwezi na makesha yake, na sikukuu na siku za furaha za nyumba ya Israeli. Naye sura yake ilikuwa nzuri mno na kupendeza macho sana. Tena mumewe Manase alikuwa amemwachia dhahabu na fedha na watumwa na wajakazi na wanyama na mashamba, naye alikaa pale penye mashamba yake, wala hakuna aliyemsingizia neno lolote, kwa kuwa alimcha Mungu sana. Yudithi aliyasikia maneno mabaya ya watu waliomwambia mkuu wa mji walipokuwa wakizimia kwa kiu, akayasikia maneno yote ya Uzia aliyowajibu, jinsi alivyoapiza ya kuwa atautoa mji kwa Washuri baada ya siku tano. Akamtuma mjakazi wake kuwaita Uzia na Chabrisi na Charmisi, wakuu wa mji wake wakafika kwake, akawaambia isikilizeni sasa, enyi wakuu wa wenyeji wa Bethulia. Maana neno lenu mlilolisema leo mbele ya watu silo jema, nanyi mmeuweka uwapo uliowapa kati ya Mungu na ninyi na kuahidi kutoa mji kwa adui zenu, isipokuwa katika siku hizi Mungu awageukieni na kuwasaidia. Basi ninyi mu nani mliomjaribu Mungu leo, na kusimama mahali pa Mungu katikati ya watu? Mkimjaribu Mungu hamtajua kitu. Ninyi hamwezi kuupima moyo wa binadamu wala kuyajua mawazo yake, mtawezaje basi kumchagua Mungu aliyeviumba hivi vyote mjue nia yake na kuufahamu mradi wake? Hasha! Ndugu zangu, msimkasirishe Bwana, maana kama hana nia ya kutusaidia katika siku tano hizi, ana uwezo wa kutulinda wakati apendao au kutuharibu usoni pa adui zetu. Basi msiyafanye mashauri ya Bwana Mungu wetu kwa ahadi maana Mungu si kama binadamu atishwe, wala kama mwanadamu augeuzwe augeuzwe, kwa maombi. Kwa hiyo tungojee wokovu utokao kwake, na tumwite Mungu atusaidie, naye atatusikiliza sauti ya, sa, sauti yetu kama akiona vyema, kwa sababu hakutokea mtu katika zamani zetu, wala hakuna wakwetu leo katika kabila yetu au ukoo wetu au jamaa yetu au mji wetu amwabuduye Mungu aliyefanyizwa kwa mikono kama alivyotendeka katika zamani zilizopita. Ilikuwa kwa sababu hiyo babu, baba zetu walitolewa kwa upanga na kutekwa wakaanguka na maangamizo makubwa mbele ya adui zetu. Lakini sisi hatujui Mungu mwingine ila yeye. Kwa hiyo totumaini kama hatatudharau sisi wala mti yoyote wa taifa letu, bali sisi tukifuata tuki, bali sisi tukiwafuata hao, Yuda yote itakaa ukiwa na patakatifu petu patatekwa, naye atatupatiliza unajisi uliopapata, hata mauaji ya ndugu zetu na utumwa wa nchi na ukiwa wa urithi wetu ataurudisha juu ya vichwa vyake katikati ya mataifa tutakapokaa utumwani, nasi tutakuwa chukizo na lawama machoni pwa wanaotumiliki kwa kuwa utumwa wetu hautakuwa na mafaa, bali Mungu ataufanya kuwa fedheha. Basi sasa, ndugu, tuwe mfano mwema kwa ndugu zetu, maana roho yao inatuinamia, na patakatifu na nyumba na madhabahu vinatutegemea. Zaidi ya hayo, tumshukuru Bwana Mungu wetu anayetujaribu kama alivyojaribu baba zetu pia. Yakumbukeni yote aliyomtendea Ibrahimu na majaribu yote aliyomjaribu Isaka na yote aliyompata Yakobo katika Mesopotamia ya Shamu, alipowachagua kondoo, alipowachunga kondoo za mjomba wake Labani. Mungu hakutujaribu sisi kwa moto kama alivyowajaribu wao, ila kuichu, kuichukua mioyo yao, wala kulipiza kisasi juu yetu, ila Bwana huwapiga wale wanaomkaribia kusudi awaadilishe. Uzia akamwambia yote uliyosema, umesema kwa moyo mwema wala hakuna awezaye kuyakana maneno yako, wala leo si siku ya kwanza ya kudhihirika busara yako, ila tangu mwanzo wa siku zako watu wote wamejua maarifa yako, kwa kuwa welekevu wa moyo wako ni mwema. Lakini watu waliokuwa wanaumia sana kwa kiu nao walitushurutisha kufanya kama tulivyosema na kujifunga kwa uwapo ambao hatutauvunja basi sasa mtombee maana huyu mwanamke mwema na, na Bwana atatuletea mvua kuyajaza mabirika yetu tusizidi kuzimia Yudithi akawaambia nisikilizeni nami na nitafanya jambo litakalokumbukwa katika taifa letu kwa vizazi vyote. Nitasimama mlangoni leo usiku, nami na nitatoka na mjakazi wangu, na katika siku na katika zile siku ambazo mlisema baadaye yake, mtautoa mji kwa adui zake, kwa adui zetu. Bwana atamsaidia Israeli kwa mkono wangu. Lakini msiniulize nitakavyofanya. Kwa sababu sitawaambieni hata yote nitakayofanya yatimizwe. Uzia na wakuu wakamwambia, nenda zako kwa amani. Na Bwana Mungu wawe pamoja nawe, alipize kisasi juu ya adui zetu. Wakaondoka Emani, wakarudi kwao.